Hamjambo marafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Tunaendelea somo letu la maneno na leo tunazingatia sauti inayofuata baada ya ma. Ni sauti gani? Na. Kwa hivyo tutaangalia sauti na. Haya, wacha tuseme sauti na, sauti na ambapo kama kawaida tutatumia irabu na konsonanti. Kwa hivyo tuanze na irabu zetu: a, e, i, o na u, kisha tuongeze na twende pamoja. Sasa kwa sababu ushaelewa vile ambavyo sisi hufanya, itakuwa rahisi tukiongeza sauti hapa kwenye irabu. Tunachukua konsonanti na irabu, na konsonanti na irabu, ne konsonanti na irabu, ni konsonanti na irabu no, konsonanti na irabu nu. Na sasa tuunde nini? Maneno. Nilikuwa nataka tuunde maneno na kalamu yangu ambayo ni ya samawati. Kwa hivyo wacha tuunde maneno sasa. Um, tuunde maneno. Wacha tubadilishe hapa haraka. Haya, tuunde maneno ambayo yanaanza na silabi sasa. Hizi ni silabi, tumechukua konsonanti na irabu. Consonanti are consonants. Irabu are vowels. Haya, tuanze na na na. Tutasema nanasi. Nanasi. Ne, tutasema neno kwa sababu tunasoma kuhusu maneno. Ni, tutasema nini. Nini. What? Nini. Halafu tuna no, tutasema nono. Kisha tuna nu, tutasema nuna. Aha, kwa hivyo sasa tuna nanasi, tuna neno, tuna nini, tuna nono na tuna nuna. Pia tunaweza sema nunua kwa sababu nuna nuna inamaanisha kukasirika. Ama tutumie tu nuna kwa sababu nuna ni kinyume cha tabasamu. Kama hautabasamu una nuna. Nilikuwa nataka tuweke neno nunua lakini unaweza weka kwenye maneno yako. Sawa sawa. Haya basi. Samahani, ah, nilikuwa tunaangalia kama tuko sawa. Kwa hivyo tukiangalia, nanasi. Nanasi is what, is nanasi? Nanasi is a pineapple. Aha, neno is a word. Nini inamaanisha what? What is that, ni nini. Nini what, nini ni what. Alafu no no inamaanisha kitu ambacho ni kikubwa ambacho ni kikubwa ni nono, it's like fat. If the meat is fat, fat meat very rich, unasema nono, nyama nono, nono kabisa. Sawa sawa. Alafu kuna nuna ni kukasirika when you sad, tunasema umenuna, nuna. Na kinyume cha nuna ni tabasamu. Sawa, una tabasamu, umefurahi, to smile, but when you sad, umenuna. Haya. Sasa tutengeneze sentensi, si mnajua sasa, kwa sababu tunaendelea tukikuwa tunatengeneza sentensi. Kwa hivyo tutengeneze sentensi kutumia maneno haya, tutumie nanasi. Sentensi yangu ya kwanza nitasema nini? Nitasema ninapenda nanasi, na nitaweka kikomo. Bi Mercy ameweka kikomo na ameanza sentensi na herufi kubwa. Kila wakati unapoandika sentensi lazima uanze na herufi kubwa na umalizie na kikomo. Twende kwenye neno, tutasema haya. Ah, ama kwa sababu ni neno, tuseme hili, si ndio? Tukisema haya, lazima tutasema haya ni maneno, na neno letu hapa ni neno. Kwa hivyo wacha tuseme hili ni neno. This is a word. hili ni neno, kisha nini Ulize, umenunua... umenunua nini? What have you bought? Umenunua nini. Umeona nimetumia jina nunua, umenunua nini? What have you bought? Halafu kuna neno nono, tasema nyama hiyo ni nono. Nyama hiyo ni nono, fat meat. Alafu ya mwisho pale tuna nuna, utasema, Talia amenuna. Talia is sad. Talia amenuna. Na sasa tupigie mstari. Unaona ubao wangu tayari ushaanza kuimba. Ubao wangu unataka tuimbe. Kwa hivyo tupigie mstari maneno ambayo tumetumia. Tunasema nanasi, neno, nini? Nono no, na nuna no. Kisha sasa tutaimba ule wimbo wetu kutumia nane ni nonu. Twende pamoja, nana, tuko sawa? Nanasi nanasi, nenene nene, nenene neno neno, nini nini nini, nonono nonono, nunu nunu, nuna. Haya, basi, wanafunzi tumefikia mwisho wa somo letu, kwa heri ya kuonana.